Karibu sana, asante kwa kusalia nasi. Siku kadhaa zilizopita, kumekuwa na taarifa juu ya shilingi ya Tanzania kuwa ndio sarafu ya uh, inayofanya vibaya zaidi duniani ambayo taarifa hii ilitolewa ufafanuzi na BoT ya mabenki kuu ya Tanzania hasa March 24 kupitia taarifa ya umma ambayo walichapisha kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii. Tutazungumza kuhusiana hili kufahamu zaidi mwenendo wa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani na kuelewa ni kwa namna gani hasa utofauti huo umekuwa ukionekana, na hapa studioni tumemwalika mkurugenzi wa masoko ya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania, Emmanuel Akaro, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Naam, kulikuwa na taarifa ambayo mlitolea ufafanuzi kuhusiana na hali hii, hasa mwenendo wa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola. Lakini kabla ya kufahamu kuhusiana na hilo, tufahamu hali ya shilingi ya Tanzania kwa sasa ikoje na nini ambacho kinatofautisha hali hiyo? Asante sana ndugu mtangazaji, yeah. kwa sasa hivi hali ya shilingi ya Tanzania ni imara na thabiti. Ukiangalia mwenendo wake wa thamani katika kipindi cha miezi kumi na mbili iliyopita imeteremka kidogo uh, kwa asilimia kama tatu nukta sita ukitumia uh, data ambazo zinatokana na vyombo mbalimbali mbali vya kimataifa uh, kama, kama Bloomberg uh, na kwa ujumla wake uh, tunavyoona, unajua Tanzania muundo wetu wa soko la fedha za kigeni tunasema ni soko ambalo ni la msimu. Kuna msimu ambapo uh, kunakuwa na upatikanaji mkubwa zaidi wa fedha za kigeni na kunakuwa na msimu ambapo upatikanaji huo unapungua kidogo. Sasa kwa sababu tunavyo uh, uh, shilingi yetu thamani yake inavyopatikana inatokana na, na nguvu ya soko, kipindi ambapo uh, mapato yetu ya fedha za kigeni yanapungua au ukwasi wa fedha za kigeni unapungua unategemea uone pressure kidogo kwenye shilingi. Kipindi ambapo unaona mapato yetu ya fedha za kigeni yanaongezeka unategemea uone uh, thamani ya shilingi ikiongezeka zaidi. Sasa utaona katika kipindi cha miezi 12 iliyopita shilingi yetu imeshuka kwa asilimia tatu nukta sita lakini ukiangalia kuanzia mwezi Julai mwaka jana mpaka Disemba mwaka jana shilingi yetu ilikuwa ni mojawapo ya sarafu duniani ambazo zinafanya vizuri sana ilipanda kwa asilimia tisa nukta tano moja na hiyo ilitokana na mapato makubwa ambayo tuliyapata kutoka kwenye vyanzo vya kilimo hususani uh, mauzo ya korosho mm, yaliongezeka zaidi ya dola milioni mia tano ambazo tulipata katika kipindi kifupi sana, lakini vilevile vile kulikuwa kuna madini, mapato ya madini yaliongezeka sana. Tukumbuke uh, ndugu uh, mtangazaji na wanaotutazama hapa, uh, mathalani tu Tanzania kwa mwaka mzima inauza dhahabu zaidi ya tani hamsini na mbili hamsini na mbili uh, mpaka hamsini na tano uh, hiyo inamaanisha kwamba ni kilo elfu hamsini na tano sasa dhahabu tukumbuke mwaka mmoja uliopita ilikuwa kwenye dola elfu moja mia tano kushuka chini kwa ratili ukiangalia sasa hivi tunazungumza dhahabu ni dola elfu tatu kwa hiyo mapato tuy kutoka kwenye dhahabu kwa sasa hivi ina maana yamedabo yameongezeka maradufu mpaka kufikia zaidi ya dola 350 uh, milioni kwa mwezi mpaka 400 sasa hivi tunakwenda. Kwa hiyo ukiangalia mwenendo wetu wa, wa, wa, wa shilingi uh, ulivyo katika kipindi cha miezi 12 iliyopita umeenda vizuri, ila kwenye kipindi cha kuanzia Januari mpaka mpaka mwezi wa tano hivi unakwenda wa sita uh, mapato yetu ya fedha za kigeni yanapungua. Kwa hiyo tunaona pressure na ndio sasa hii tunaiona alafu zinakuja sasa hizi habari ambazo tunaziita ni za upotoshaji uh, ni za propaganda ambazo unakuta hazina usahihi. Ukiziangalia, kama umesoma ile taarifa vizuri mm. Ukiangalia imejaa upotoshaji mkubwa. Sasa umesema yes. Kuna wakati eh, shi, kulikuwa kuna ongezeko kwa maana ya kulikuwa kuna kuimarika kwa shilingi ya Tanzania uh, kwa asilimia tisa nukta tano moja kama ambavyo umeeleza, lakini katika ongezeko kama hilo linapaswa ku, eh, kuwa reflected, ama kuonekana katika ile swala la, ku, la kununua na kuuza eh, shilingi ya Tanzania. Mfano shilingi ya Tanzania imekuwa mara zote haishuki chini ya eh, 2500 katika kuuza na kununua. Sasa hivi imefikia 2618 kuuza nafikiri kununua 2645 kama sijakosea. Lakini wakati huo nasema kulikuwa kuna kuimarika katika kipindi cha mwaka jana bado eh, E, shilingi ya Tanzania ilikuwa chini sana dhidi ya dola ya Marekani. Kwa nini? Asante sana mtangazaji, uh, uh, Bwana Goodluck. Um, ukiangalia kwa mwaka jana hmm. uh, shilingi iliimarika sana uh, in fact ilifikia mpaka tunafunga ile Disemba ilifikia elfu mbili mia tatu kama themanini na kuna kipindi ilifikia elfu mbili kama mia mbili tisini hivi kwa mwaka jana kama nilivyosema, hmm. Hii ni nguvu ya soko pale ambapo kunakuwa na hizi uh, uh, uh, fedha za kigeni nyingi uh, kuliko mahitaji, unategemea uh, kuona shilingi ikipanda thamani. Sasa kwa mwaka jana hiyo ilivyopanda kwa asilimia 9.51, shilingi ilifikia 2300 kama na 30, lakini hiyo ni mwisho wa mwaka, lakini kabla kuna kipindi ilifika mpaka 2290 mia mia na kama nilivyosema hii hii inatokana na, na nguvu ya soko. Uh, mapato yetu ya, ya, ya mauzo nje kwa maana ya exports yaliongezeka sana. Yani, ukiangalia kwa mfano uh, ukiangalia statistics zinavyosema hmm. uh, kwa upande wa uh, ukiangalia taarifa ambayo inapotosha inasema labda shilingi yetu imepata hii tatizo kwa sababu uh, uagizaji wa bidhaa kutoka nje umepanda au unapanda lakini ukiangalia ni kweli uwagizaji kutoka nje umepanda, lakini umepanda kwa kiasi gani? Umepanda katika kipindi cha robo mwaka ile iliyoishia Disemba ulipanda kwa kama milioni mia tatu thelathini, lakini tunachokiuza nje kwa maana ya export zetu kwa kipindi hicho hicho ndiyo ulipanda kwa milioni mia tano themanini. Sasa mwisho wa siku ndio unasema ule urari wa malipo ya, ya, ya kawaida ile na kisi yake kwa maana current account deficit ulipungua kutoka asilimia 3.7 ya, ya pato la taifa mpaka asilimia 2.6 ya, ya pato la taifa. Sasa hiyo pamoja na mambo mengine uh, ya kiuchumi ndio sasa alipelekea shilingi yetu kuimarika na watu ambao wana mawazo hmm, kama hayo ya kusema shilingi yetu mbona haijawahi kufika 2500? uh, inakuwaje sasa unakuta tunasema wanafanya zile speculation anakuwa ana, ana, ana, ana, ana hodhi dola akitegemea kwamba shilingi itaendelea kushuka ili apate faida kubwa zaidi kwenye dola. mm -hmm. Sasa kwa mwaka jana tunasema kwenye soko kwamba uh, mikono yao iliunguzwa, They burnt basically their fingers. Kwa sababu ilifikia mahali uh, dola ilikuwa inauzwa kwa elfu mbili mia mbili tisini kama nilivyokuambia na hiyo ni kwa sababu ya nguvu ya soko, upatikanaji wa dola ulikuwa mkubwa sana mwaka jana hmm. Tulikuwa na mauzo makubwa ya korosho, tulikuwa tuna mauzo makubwa sana ya dhahabu na bado yanaendelea hmm. Na kama tunavyoona, bei ya dhahabu ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ime double. Kwa hiyo unategemea kuona pia na hiyo ikio iki, iki reflection kwenye shilingi. Kwa hiyo hata ukiangalia mwenendo wa shilingi katika hii miezi 12 unaona ni mzuri, na lakini kuanzia Januari hapa okay. hali imekuwa sio nzuri kuanzia Januari hapa mwaka ulizungumza, yes, yeah. ni mpaka Disemba, mpaka Disemba, yes, yes, yes. lakini kuanzia Januari mpaka hivi sasa mwezi Machi, mm -hmm. tumeona kumekuwa na hiyo eh, imeshuka ambayo wenyewe mnasema ni kidogo. Sasa nini kimefanya? Eh, mwaka jana tu Disemba, sio mbali, miezi mitatu iliyopita mm -hmm. ilikuwa inafanya vizuri kama unavyosema, sasa mm -hmm. hivi haifanyi vizuri, ndio maana yeah. nikasema inabidi kwanza uangalie katika kipindi cha miezi kumi na mbili iliyopita hata. hmm. Ukiangalia katika kipindi cha kota robo mwaka miezi mitatu iliyopita, bado shilingi yetu kiujumla wake inafanya vizuri. Sasa nilikuambia pale, muundo wa soko letu la fedha za kigeni ni wa msimu. Kwa hiyo kipindi hichi tuko kwenye msimu ambao mapato yetu ya fedha za kigeni ni madogo, yamepungua. Eh, wakati huo huo mahitaji ya fedha hizo za kigeni mm. yameongezeka mm. yanaongezeka kwa sababu gani? Tukumbuke e, ndio nasema, nasema ni structural issues tunasemaga. Tukumbuke sasa hivi Januari kampuni nyingi zinaanza mwaka wao wa fedha Januari mm. kwa hiyo e, yale mahitaji yao ya kufanya manunuzi nje yanaongezeka sana. Wakati huo huo tumetoka Disemba, ndio tumeuza korosho uh, utalii ulikuwa mm. mkubwa, dhahabu eh, kwa hiyo kulikuwa kuna mapato mengi lakini matumizi kidogo. Ndiyo. Sasa sasa hivi ni kama ya na, ya na, ya tunasema yanajisquare mm. kwa hiyo sababu ukiangalia kilichotokea katika hichi kipindi kifupi kwa kweli ni, ni, ni ile niseme ni nguvu ya soko mm. la fedha. Lakini kikubwa labda mm. nimalizie kwenye hilo ni ile sera ya Benki Kuu uh, ambayo tunasema ya kuacha shilingi bei ya shilingi kwa maana ya viwango vya kubadilisha fedha kati ya, ya, ya shilingi na, na dola za Kimarekani uh, iwe ina inapatikana kwa kutumia nguvu ya soko mm. free float. Sisi tunapokuwa tunashiriki kwenye soko la jumla la fedha za kigeni hatuna lengo la kusema kwamba sasa tushiriki ili tupeleke bei iwe hapa au iyo hapa mm. tunaacha nguvu ya soko mm. Sasa nguvu ya soko kwa sasa hivi, kwa sababu mahitaji ni makubwa kuliko mapato yetu katika kipindi hichi, unaona kwamba shilingi kidogo inaelemewa, lakini ukiangalia kuanzia mwezi wa nne, wa tano hapa tunaanza kupata mapato makubwa kutoka na tumbaku na vitu vingine, lakini mmekuwa na mkakati wa kununua dhahabu ya ndani? Ndio. Uh, na lengo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna uhaba wa dola eh, na, na, na, na pia wakati ambapo shilingi inaelemewa mnaweza kutumia hiyo kunusuru. mm -hmm. Sasa katika mkakati huo, maanake amjaanza kutekeleza katika kipindi kama hiki, tungetegemea ili kuongeza kiwango cha cha mapato eh, eh, sema foreign eh, income ngekuwa mnauza kile ambacho mmekikusanya kwa mfano, hizo dhahabu e, tupate fedha nyingi zaidi za nje na, na shilingi yetu i, i, iwe imara dhidi ya dola ya Marekani. E, sa, sawa. Nashukuru sana. Um, programu yetu uh, uh, ya kununua dhahabu kwa kutumia fedha za Kitanzania hmm. Uh, na kuhifadhi kama sehemu ya hazina yetu ya fedha za kigeni, kwanza inaendelea vizuri sana mpaka sasa hivi uh, navyozungumza jana uh, tuna zaidi ya tani tatu nukta mbili za dhahabu ambazo na thamani kwa nusu ya lengo la, kwa... uh, kabisa kabisa, kabisa. Mm. Tulikuwa tuna lengo la kukusanya dhahabu zenye thamani ya kama milioni 350 kwa mwaka huu, tuna tumekaribia, na kiwalisia tu labda niseme, na, na watanzania pia wafahamu, ilibidi lile lengo kwa sababu tuliona mafanikio makubwa ya hii programu ilibidi ile lengo tuliongeza, tukasema sasa uh, kwa mwaka huu tunaweza tukanunua dhahabu mpaka zenye thamani mpaka milioni mia saba. Kwa hiyo tunaendelea na tuna thamani tuna dhahabu ambazo zina thamani zaidi ya milioni mia tatu ishirini uh, na bado miezi kama mitatu mwisho wa mwaka ufike. Kwa hiyo tunaona tunaendelea tune, vizuri. Sasa kama nilivyosema, sisi tunashiriki kwenye soko uh, pale ambako tunaona Uh, mwenendo wa shilingi kwa maana ya uh, tunaita ile volatility mm. Imekuwa kubwa kama leo imepanda shilingi ishirini au uh, imeshuka shilingi hamsini imepanda shilingi kadhaa ambazo ni kubwa. Uh, kuna vipimo ambavyo tunaangalia. Sasa tunasema hapa, ngoja hebu tu, tu, tuweke uh, uh, tushiriki kwenye soko uh, tuweke uh, dola kidogo tu supply dola kidogo, na hiyo tumefanya tulifanya kama wiki moja na nusu hivi zilizopita mm, uh, kama mnadhani tulitoa pia kwenye matangazo vyombo mbalimbali vya habari mm, tuliuza kama dola milioni thelathini. Kwa hiyo tunaangalia kwa sasa hivi, tunachokiona ndugu mtangazaji na na wananchi, hali ya soko sio mbaya kihivyo, mm. Na nitakupa <coughs> naomba kwenye hii hapa nikupatie takwimu mm, kwa hali ilivyo, mathalan uh, kwa mwaka huu, kuanzia tulivyoanza Januari mpaka sasa hivi, ushiriki wa Benki Kuu kwenye soko kwa maana ya kuuza dola ni milioni arobaini na saba. Hmm. Kwa mwaka jana kipindi kama hichi cha mpaka mwezi wa tatu tulikuwa tumeuza dola milioni mia moja kumi na tatu. Kwa hiyo unaweza ukaona hali ambavyo sasa hivi ni tofauti na mwaka jana hmm. Lakini pia nikupe taarifa moja, tukienda tukaangalia robo ya mwaka inayoishia Desemba mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne, ushiriki wetu benki kuu ilikuwa ni milioni 25, tena hizi tulinunua kwa sababu soko likuwa kuna dola nyingi, tukanunua kwenye mabenki ushiriki wao kwenye soko la ujumla, ambalo sasa hilo soko la ujumla ndio linatumika kwa ajili ya kupata ile kiwango cha riba, kiwango cha kiwango cha, cha, cha kubadilishana hizi fedha. Ushiriki wa mabenki ilikuwa ni milioni 307. Sasa ukirudi nyuma kwa mwaka jana mm kwa 2023 ushiriki wa mabenki ilikuwa milioni 30 kwa hiyo tunaweza kusema mabenki kwa mwaka, kwa robo inaishia mwaka jana wameshiriki kwenye soko hili la jumla mara kumi zaidi walivyofanya 2023. 3 hiyo inakupa kiashiria gani? fedha zilizopo kwenye kwenye mzunguko zilizopo kwenye mfumo fedha za uh, kigeni like ni nyingi sana, tunaziona kwenye uh, balances tunasema uh, uh, kiasi ambacho mm, cha cha cha liquid assets ambazo mabenki yana kihodhi eh, kwenye kwenye kwenye kwenye akaunti zao zilizoko Benki Kuu zilizoko nje zimeongezeka, tunazungumzia ni, actually, ni nyingi kuliko hata ukiangalia kwenye upande wa shilingi. Kwa hiyo hali yetu ya fedha za kigeni ni nzuri, na hizi ishu ambazo tumeziona katika kipindi hichi kama nilivyosema ni kwa sababu ya muundo wa soko letu, na tunategemea tuone uh, ikitengamaa kuanzia mwezi wa nne wa tano na si ajabu tukarudi kule kwenye elfu mbili mia tano elfu mbili mia tatu wakati tunamalizia mwaka huu wa, wa kalenda kwa maana Disemba elfu mbili na ishirini ishirini na tano, wakati kunakuwa na hayo mabadiliko. Na mnasubiri pia kuangalia ni katika hali gani inafikia, athari gani ambazo uh, hujitokeza zaidi? Uh, asante sana uh, kwa kweli mojawapo ya athari ambazo naweza nikasema uh, kwa zaidi wale ambao wanataka kununua uh, bidhaa kutoka nje, unakuta sasa inabidi alipe shilingi nyingi zaidi uh, kuliko ambavyo alikuwa anategemea, lakini yule ambaye anauza nje anapata shilingi nyingi zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna, kuna kabalansi fulani hivi uh, mwisho wa siku uh, tunasema kwa yule ambaye anataka kununua bidhaa kutoka nje anaweza akaanza kuingiwa na wasiwasi Ah, okay. Naona hmm. Shilingi yetu ina haifanyi vizuri hapa labda, sasa, badala ya kusubiri kama nataka kununua bidhaa zangu miezi mitatu ijayo, badala ya kusubiri miezi mitatu ijayo na nanunua sasa. Sasa hiyo unakuta inaongeza presha, kwa sababu kama tulivyosema hmm. uh, viwango vyetu vya kubadilisha fedha za kigeni inategemea na nguvu ya soko mm. yani mahitaji na matumizi, demand na supply. Sasa kwa kufanya hivyo unakuta inaongeza presha kidogo, na ndio hapo sasa Benki Kuu sisi tunaingia na kuweza uh, kutoa fedha za kuongeza fedha za kigeni kwenye, kwenye, kwenye mzunguko uh -uh. Lakini ukiangalia watu ambao wamejiingiza kwenye hiyo ya kufanya speculation makisio kwamba shilingi itafikia hapa <coughs> pale, kwa kweli mwisho wa siku waga wanapata hasara kubwa sana, kwa sababu kwa kuwa tuna shilingi ya kitanzania kuna faida kubwa mm, ukilinganisha na kuwa na na dola za Kimarekani. Kuna watu ambao wanafikiria kwa mtazamo wa e, kidiplomasia zaidi wanasema kwamba e, hatua ambazo Marekani wamezichukua hivi karibuni dhidi ya mataifa mbalimbali mbali, hasa mataifa ya Afrika ikiwemo Tanzania ya kusitisha e, ufadhili kwenye mashirika kwa mfano WHO, kufu, kusimamisha mashirika kama vile USAID E, pepfa na ufadhili mwingine ambao Marekani imekuwa ikifanya, tukifahamu kwamba pia Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikipokea fedha nyingi kupitia e, mashirika hayo, na sasa hazipo tena. Benki Kuu, mnakiri kwamba hatua hizo zimefanya e, hali ya, ya dola iwe hivi dhidi ya shilingi ya Tanzania? Hapana ndugu mtangazaji, sio kwamba tunakiri imekuwa hivyo Uh, serikali mpya ya Marekani chini ya, ya Rais Mheshimiwa Trump ambao sisi tunaita kwenye masoko Trump 2 yeah. Uh, imekuja na mabadiliko makubwa sana ya, ya, ya nyanja mbalimbali mbali, kwa maana kwenye biashara uh, kwenye mambo ya uhamiaji mm, kwenye namna ambavyo ina, inaangalia sera zake za nje na maeneo mengine uh, tumeona misaada mbalimbali imekatwa ime, ime kutoka kwenye nchi zetu na vitu vya namna hiyo, lakini kutokana na sera hizo zina pande mbili mm. na, na ndio uzuri wa mabadiliko yanapokuja, najua mabadiliko sio sio kitu kibaya mara zote, zina pande mbili kuanzia ukiangalia uh, soko la dhahabu kwa mfano, kuanzia kipindi ambacho uh, Trump ameshinda mwaka mw mw mw mw mw jana uh, Novemba ile tarehe 4, tarehe mm. tano, dhahabu imeendelea kuongezeka kwa kasi sana. Kwa hiyo mapato yetu ambayo tunapata, na hiyo ni kwa sababu ya misukosuko ambayo imetokana na inatokana na mabadiliko. Kwanza pale mwanzo ilikuwa tu uh, ni sera, ni ahadi za kampeni uh, lakini ilivyofika Januari tarehe ishirini mm. akati ameingia madarakani na kusaini zile uh, orders za kiexecutive like zile karibia hamsini na kitu, tukaanza kuona hamba dunia sasa ikaanza kuona ok, kumbe hicho alichokuwa anakiahidi kumbe anakifanya anakitekeleza mm. kwa hiyo ilipelekea kwa kiasi kikubwa sana uh, kwa, kwa, kwa, kwa bidhaa mbalimbali kama dhahabu kupanda. Sasa dhahabu ukiangalia lile ongezeko la dhahabu ukilizidisha kwa tani ambazo tunazizalisha yeah, hizo fedha ni nyingi kuliko zile ambazo tunazikosa kupitia hii misaada. Ukiangalia kwa ujumla fedha ambazo Marekani inazitumia Tanzania kwa mwaka jana zilikuwa kama milioni mia nne themanini mm. Sasa kwa mwezi kama nilivyosema, sasa hivi tunapata kama milioni mia nne uh, almost mara mbili kwenye dhahabu mm. Kwa hiyo kwa misukosuko hiyo, maana yake ni kwamba ina inatuongezea sisi kwenye upande mmoja mm. lakini upande mwingine ambacho nadhani ni, ni kitu ambacho cha kuzingatia, Marekani pia anataka ah, uh, ile kiwango chake cha riba kishuke. Sasa kiwango cha riba cha Marekani kikishuka, na sasa hivi tunaona kimeshuka kwanzia anaingia madarakani, kilikuwa kwenye kama, tunaofuatilia ile uh, riba yake ya miaka miwili ilikuwa kama kwenye 4.4, sasa hivi tunazungumza iko 3.9 3.9 3.8 A, tumeona kwenye upande wa benki kuu ya Marekani, riba yake of course sasa hivi iko kati ya asilimia 4.25 mpaka asilimia 4.5. Sasa kwa viwango vile vya Marekani vya riba vikishuka, maana yake ni kwamba fedha zetu hizi za chumi zetu ambazo zinaendelea ule mvuto wake unaongezeka, kwa sababu watu ambao walikuwa wanatafuta mapato walikuwa wanafanya searching ya income ili wapate mapato ya ziada, wanatoka kule Marekani wanakuja kuwekeza kwenye chumi zetu ambazo riba yake ni kubwa. Kwa hiyo kuna faida kubwa kwa kinachoendelea Marekani kuliko hasara ambazo zimetokana na maamuzi yake aliyofanya. Nitakwambia kitu kidogo, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ile, ile, ile, ile Juni wakati inflation kwenye masoko ya kimataifa imeongezeka kwa kasi sana, Benki Kuu ya Marekani ilipandisha riba yake baada tu ya ile uviko kipindi, ndo vita ya Ukraine imeanza. mm -hmm. ilip, ili kukabiliana na mfumuko wa bei ambao ulikuwa mkubwa walipandisha riba yao kwa kasi sana mm -hmm. kuanzia ilikuwa sifuri mpaka eh, sifuri pointi mbili tano kwenda mpaka asilimia tano nukta mbili tano na tano nukta tano ndani ya kipindi cha miezi kumi na mbili walifanya hivyo. Maana yake ni nini? Walinyonya kiasi kikubwa sana cha mitaji kwenye hizi nchi nyingine. Watu wakaenda kuwekeza Marekani kwa sababu kipindi kile Marekani mapato kwenye soko la fedha alikuwa ni almost sifuri. hmm. kwa hiyo ilienda kule. Sasa hiyo ndo ilileta pressure kubwa kwenye chumi zetu. hmm. mtu mwingine anasema ah, hiyo imetokea Marekani, sasa sisi imetuathiri vipi huku Tanzania? hmm. tukumbuke sisi deposit zetu za, za kusema kwamba foreign currency deposits ni karibia uh, nne nukta tano bilioni Sawsa yes. Tunajua mambo mengi, labda tuambie tuni lini tutarajie kwamba hali itaimarika hali tulionayo sasahivsansaata -sa -sa hali yetu kwa sasa tunategemea kuanza kuimarika kidogo kidogo kuanzia mwezi huu ujao mm -hmm. wa nne kama nilivyosema, kwa sababu ya mapato kutoka kwenye tumbaku aa, mwezi wa tano wa sita na itafikia kilele kabisa wakati wa Oktoba, Novemba pale ambako sasa tutakuwa tuna, tuna tumbaku utalii umeongezeka, na vitu vya namna hiyo. Lakini labda pia katika kumalizia ni, ni, niongeze tu um, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea kufanya uzalishaji yani, kama kwa wananchi kuendelea kufanya uzalishaji kwenye bidhaa ambazo zinauzwa nje zaidi, uh, ili kuongeza kama nilivyosema ni nguvu ya, ya soko. Kwa hiyo ukiona dola nyingi maanake ni kwamba na thamani uh, yetu ya shilingi pia inapanda lakini vilevile vile pia kupunguza bidhaa ambazo um, tunazinunua kutoka nje pengine ambazo zinazalishwa hapa, hapa yeah, nchini. Lakini kikubwa ndugu mtangazaji na wananchi uh, ni kuhakikisha kile kifungu namba 26 ambacho kinazungumzia uh, matumizi ya fedha za kigeni katika kufanya miamala kulipa na kufanya bei inafanyika kwa shilingi, kwa sababu sasa hizi bado unaona kuna matumizi, watu wananunua viwanja kwa kutumia dola na vitu vya namna hiyo, wana rent kwa kutumia dola, wanalipa school fees kwa kutumia dola, ada za shule. Sasa hili inasababisha pressure, kwa sababu kama nilivyosema, uh, unapataje kiwango cha kubadilisha fedha? Ni mahitaji na matumizi. Sasa ukiongeza mahitaji yako kwa ajili ya umu ndani, inasababisha uh, kuleta shida kidogo kwenye kwenye, kwenye, kwenye fedha zetu sasa. mm -hmm. Ndio shukrani sana Emmanuel Akaro asante kwa haya ambayo umetueleza asante sana. Ni mkurugenzi wa masoko ya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania, tukizungumza hapa kuhusiana na mwenendo wa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani, na ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo.